Mungu anawaangalia watu wale ambao wamepatana naye kwa njia ya maombi, lakini Mungu anajibu maombi yale ambayo yanaendana na kusudi lake penzi yake. Yakobo anatuambia mkiomba mpate, sababu unaomba vibaya. Baba nipe hela, akikuangalia anaangalia, anasema wewe unaomba hela ili tu ukipata umkomoe fulani, akupi sikize. Nikwambie, kabla Mungu hajajibu ombi lako, anaangalia kwanza nia yako. Okay, unajua mfano dhambi. Unajua watu wanavyotazama dhambi, wanatazama kwa kitu fulani hivi. Dhambi haipo kwenye kile unachokifanya, dhambi ipo kwenye nia iliyokusukuma ukakifanya ulichokifanya. Mungu huwa hahukumu kitendo kwanza, ana hukumu nia kwanza. Unaweza ukaniomba kitu nikakataa kukupa, sio kwa sababu nimetaka ni kukunyima, kwa sababu nataka ni kudiscipline kwenye eneo fulani hiyo haiwezi kuwa dhambi ila ukiniomba kitu nikakunyima, uwezo ninao, ila sio chochote ah, uh, kwa sababu tusitaki. Yani ukiwa unataka kwenda ni sehemu fulani, labda kuna kuna fursa umeipata na mimi naoje na uja sema huyu jamaa ni mwizi, huyu jamaa ni tapeli, huyu jamaa ni mjanja mjanja, na kuzunguka, naenda kule jamaa, bana, yeye unamjua fulani hapa bana, usimpe ukazi, atakuharibia. Yuko moja, mbili, tatu. Nafanya kwa nia nzuri, kwanza, kukusaidia wewe, wewe wasikuweke ndani usije ukafungwa bure, kwa nakusaidia. Cha pili, namsaidia yule jamaa asipate nini, hasara. Lakini nikikuzunguka, nikaenda kwa lengo la kukuharibia tu, kwamba ili nini, ili usifanikiwe, yani nani, nawivu na, na, na, ah, unapataji yani, kama unapataji na bana, usimpe yule, na weka mambo ya uongo na, na, na kusingizia na kusingizia, afu unakosa kile kitu, hiyo ni dhambi. Kwa Mungu huwa hahukumu kitendo kwanza anahukumu nia kwanza. Unapanda kwenye maombi yako, chunguza nia yako. Daudi alisema e, Bwana chunguza moyo wangu, ili uone kama iko njia iletayo majutu ndani yangu. Kwa sababu anajua kabla Mungu ajaangalie unachokipeleka kwake, anaangalia nia iliyosukuma kile unachokipeleka, namna unavyokipeleka. Kwa hiyo kabla haujaomba chunguza nia yako. Kwa nini unaomba unachokiomba ili iweje? Malengo yako ni yapi? makusudi yako ni yapi? ukishakipata utakitumiaje? utatembea nacho vipi? utaenda nacho vipi? Je, mungu ana faida yote ndani ya hiki? Sababu kama mungu ana faida ndani ya hicho, sahau maombi. Ndio njia ambayo mungu anaitumia kuwaamini watu. Iko hivi, mimi naweza kukupa kitu hata kabla sijakuamini, alafu nakuamini baada ya namna ulivyoendana na kile kitu. Ila mungu ni tofauti na wanadamu. Mungu anakuamini kwanza, ndo anakupa kitu. Mfano, kuna nafasi ya kazi, ninakupa nafasi ya kazi, na kwa ajili kwenye ile nafasi, kukuamini kwangu ni namna ambavyo utafanya na utaenda utafanya kazi kwenye ile nafasi ndo nakuamini. Au jamani, mwaminifu ukimpa kazi anafanya hadi mwisho, ukipata mia haipotei. Lakini Mungu sio hivyo. Mungu hakupi kwanza afu ndo anakuamini, anakuamini kwanza ndo anakupa. Kwa maombi ni mahali ambapo natengeneza uaminifu wako na Mungu panatengeneza uaminifu wako na Mungu. Mungu anaangalia ule mwendelezo wako wa kimaombi, makubaliano yako ya kimaombi uliojiwekea, namna unavyoyatii, namna unavyoyasimamia, namna unavyo yakamilisha bila kuweka visingizio, hata katikati ya magumu, katikati ya vikwazo, katikati ya kila sababu ya kukufanya usifanye, unajikuta umefanya. Anaamini kabisa kwamba huyu hawezi kuniangusha. Then anakupa kwa maombi ni mahali pa kutengeneza uaminifu wako kwa Mungu. Mfano, umejua kwamba mimi kila siku saa kumi na moja kamili lazima niwe kwenye maombi, nitakuwa naomba kila siku lisali moja asubuhi kabla sijatoka. Unaomba leo, kesho, kesho, siku usiku, ukikutana na stress auombi kwa Mwanzo sura 49, Mwanzo sura ya 50 ya kwanza, wakati Yakobo anawabariki watoto wake anasema, Ruben, umzao wangu wa kwanza, malimbuko ya nguvu zangu, umewapita wote, ila kwa kuwa ulikinaji kitanda cha baba yako ile haki imenyang'anywa, hautakuwa vile ulivyotakiwa kuwa, amepewa mtu mwingine. Hivi unstable as water, yani hauko stable, legelege n haukoko legelege. Ruben u mzaliwa wangu wa kwanza, malimbuko ya nguvu zangu, yani mimi Yakobo nikiondoka, utakiwa wewe ndio ubaki kama Yakobo, yani wewe uwe mimi, uwe vile nilivyokuwa. U mzaliwa wangu wa kwanza, wee ndio malimbuko ya nguvu zangu, umewapita wote kwa ukuu na kwa nguvu umewapita wote hadi Yuda, umempita mpaka ume Yusufu kwa ukuu na kwa nguvu. Umeruka mpaka kama maji umeruka mpaka umeenda overboard. Umeruka mpaka kama maji, basi usiwe na ukuu, asema unstable as water, maana hauko stable, uko fragile, yani upo kama haupo. Maana kuna hadi unaweza kwa Mungu afu hauendelee. Sikiza kwa Mungu kinachomata sio kufanya jambo fulani, kinachomata ni kuwa na mwendelezo kwenye lile jambo unalolifanya. Sikiza, ndio Mungu haji mwanzo, anakuja mwishoni, anakuja mwishoni baada ya kukuamini. Nakwambia hivi, hakuamini mwanzo, anakuamini mwishoni, akiona ule mwendelezo wako, kama ni utii, ule mwendelezo wako wa utii, kama ni kwenye maombi, umeshajiwekea ratiba, mwendelezo namna unavyokaa na ratiba, namna una mwendelezo wako ile mwendelezo unakufanya una, anajua huyu uko stable. Kuna mambo ataleta kukujaribu, kukondoa kwenye makubaliano yako, kukondoa kwenye uliojiwekea atakuletea kila sababu, atakuletea kila kikwazo, atakuletea kila kipingamizi. Akiona umebaki pale pale, anajua huyu uko stable, haunyang'anyi zile nguvu anasema una nguvu na ume umewazidi wote kwa nguvu na kwa ukuu, lakini kwa sababu hauko stable umenyang'anywa nguvu zako na ukuu wako. Ni mambo gani ambayo umejiwekea kwa Mungu? Ukishajiwekea, iwe mvua iwe jua iwe njaa iwe shibe, hakikisha unasimama kwenye lile jambo. Kwa udi na uvumba, sababu Mungu anakuamini kwa namna ulivyojiwekea, kwa gharama yoyote. Ukishajiwekea kwamba mimi ndio nafanya moja, mfano umesoma kwamba kila siku lazima nisome neno, lazima nitafakari, anaangalia si na anarusu makusudi ana, ana anakuletea mambo mengi, anakuletea, anaondoa mkono wake, anarusu shetani ya kujaribu, kama vile ambavyo Mungu alimruhusu shetani ya mjaribu Ayubu, anaokaa pembeni, shetani anakotea vitu vingi, unaubiza nina nini, wanakuekea vikwazo huku, vikwazo huku, anaangalia je, utaendea kubaki pale pale. Mfano ukiwa unasimamiwa na mtu kwamba lazima kila siku utoe ripoti Umeomba, umesoma neno, niambie ulichokisoma, niambie ulichokipata, usisubiri ufuatiliwe, upige simu sasa. No, no, no, Mungu anavyosema wewe bado ni mtoto, bado ni mtoto, hujui namna ya kuwajibika, bado ni mtoto, bado ni mtoto, na Mungu hawezi kumpa mtu mtoto. Wagalatia nne mstari wa kwanza unasemaje? Mrithi wakati wowote awapo mtoto hana tofauti na mtumwa urithi wake unakuwa chini ya mawakili na waangalizi, mpaka atakapofikisha umri ule ambao uliamliwa na baba. Ndivyo wakati anavyotuambia. anasema sisi nasi tupokuwa katika dhambi tulikuwa kama watoto wadogo kwa, kwa Kristo Yesu. ili akikupima kwenye mambo ya kwako anakuona kama mtoto, anakuona kama mtoto. Mambo yako baraka zako vifurushi vyako package za kwako zinakuwa zimeshikiliwa, hazitaachiliwa kwako mpaka amepima ule ukomavu wako na anaopima ukomavu wako kwa namna ambavyo unajiwekea magano unakaa kwa yale ambayo mmekubaliana iwe ni kwenye kikundi iwe ni wewe binafsi ambao umejiwekea kwa sababu sio kila kitu lazima kuna mambo ambayo ujiwekee wewe kama wewe katika mambo yako na Mungu wewe kama wewe, wewe kama wewe ile pia kuna magano ya, ya vikundi kwenye, uko kwenye kundi fulani mmekubaliana mambo ya kimungu lazima ufanye vile vile mambo ambayo tumepeana kanisani lazima ufanye vile akishaona unatii kwa kiwango hicho anakuamini anakuhesabu kama mkubwa, anakuhesabu kama mtu mzima, sio kama mtoto. Kwa Mungu sio ishu ya umri, kwa Mungu ni ishu ya namna unavyoshikilia na kufanya maombi. Ni njia ya kupeleka uwajibikaji mbele za Mungu kwa yale yanayokuzunguka. Kuna mambo unayaona, kuna mambo unatamani yabadilike, kuna mambo unatamani yatokee, unajibidisha nayo ila unapeleka kwa Mungu akusaidia, unapeleka uwajibikaji mbele za Bwana ili Mungu aingilie kati kwenye mahali mambo ambayo kuzunguka huwezi kwenda kwenda kuomba Mungu kwenye jambo ambalo hujibidishi nalo, afu Mungu akakusaidia. Ile kwamba unapeleka mbele za Mungu, ni ishara ya kwamba unataka mkono wa Mungu ingie kati kukusaidia, maana unamwambia Mungu, naleta uwajibikaji wangu kwako. Na Mungu akiona uwajibikaji wako, anaingia kukusaidia. Vita kubwa kwenye kanisa ndiko kwenye eneo la maombi. Biblia inatuambia watu walipolala, adui akaja akapanda magugu. Mtu yeyote akilala kwenye maisha yake, adui atapanda magugu kwenye maisha yake.